Ameona wakati huu, wewe ndiye utasimama kwa zamu yako. Bwana Yesu asifiwe. Unaporudi kusoma katika kile kitabu cha Matayo, kile kitabu cha Mathayo nne kumi na nane, utagundua ya kwamba yeye Yesu alipokuwa akitembea kando ya bahari ya Galilaya, alipokuwa akitembea aliona aliona aliona, ndugu wawili akamwona Simeon Petro na ndugu wawili akawaona Andrea nduguwe wakitupa jarife, aliwaona aliwaona. Na ukumbuke kwamba taka wakiwa tumboni aliwafahamu, anawaona sasa. Anasema, wewe Petro na wewe Andrea, njooni hapa, njooni hapa. Hawa walikuwa ni wavuvi, na ni makusudi alikwenda kwa wavuvi, sio kwamba alikwenda pasipo kuwa najua na kwenda wapi. Hapana, alikwenda kwa wavuvi kwa makusudi maalum. Kwa nini kwa wavuvi? Kwa sababu watu hawa wavuvi ni watu ambao ni wavumilivu. Bwana Yesu asifiwe! Hata katika nyakati ngumu, wa hawa hawa wavuvi ni wavumilivu. Wana, wanafanya kazi ngumu, kazi ngumu, kazi ngumu. Kienda hapa hapa Msasani macho hapo, Msasani macho hapo panaitwa bahari nini hapo kwenye soko la samaki utakuta wavuvi mi, mi, mikono yao imeshiba. Me, wana, wana nguvu. Kwa nini? Kwa sababu misuli yao inavuta inafanya kazi ngumu, unatupa nyavu, unakusanya, unavuta, unapiga makasia. Hawa watu wanafanya kazi ngumu, kazi ngumu, na wanafanya kwa uvumilivu. Nyakati fulani wanakwenda katikati ya bahari huko, wanapigwa na mawimbi, wanapigwa na upepo, wanakutana na dhoruba. Watu hao wanavumilia. Yesu akasema hawa ambao ni wavumilivu katika bahari watakuwa wavumilivu hata katika kazi yangu. Bwana Yesu asifiwe. Na kwenda anawaita wavuvi hawa, anajua ni watu wasiokata tamaa. Hata nyakati fulani mtumbu umepigwa kushoto umepigwa kulia, hapati samaki, kesho atarudi tena. Na ndivyo kazi ya wainjilisti ndivyo kazi ya Bwana ilivyo, inahitaji watu ambao hawakati tamaa. watu ambao hawakati tamaa. watu ambao hawakati tamaa mwaka, mwaka huu uliopita tulikuwa na effort sehemu moja inaitwa uh, mji mwema pale Arusha, na mimi bwana, ilikuwa ni sehemu ilikuwa ni sehemu ya field yangu chaguliwa na kikundi changu cha watu saba nane hivi, tuandae effort pale mji mwema, mnaopafahamu mji mwema pale Arusha usaliva pale karibu na chuo cha University of Arusha. Ni eneo ambalo ni gumu kufikika. Wakazi wa pale, ukiitisha mkutano hawaji jitokea amekuja ni mmoja wawili, ili eneo la watu hawa ni pagumu kweli kweli. Lakini Bwana, kwa sababu alikuwa ametupatia mbinu mbalimbali, alijitwalia watu wake. Haleluya! siku ya kwanza hatukuwa na mtu hata mmoja, siku ya pili hatukuwa na watu, lakini siku ya nne ya tano ya sita watu wakaja. Kwa nini? Hatukukata tamaa. Bwana Yesu asifiwe, hatukukata tamaa, hatukukata tamaa. Bwana anatamani watu ambao hawakati tamaa, hawakati tamaa. Anajua kwamba hawa wanajua pa kwenda. Hawa wanajua wapi tutaenda kuna samaki, wapi tutakwenda hakuna mawimbi, uelekeo upi? Wanajua pa kwenda. Hata tukiweka katika kazi ya Mungu, wanajua pa kwenda. Hawa wanajua wakati sahihi ni upi? Wakati upi twende tukavue samaki? Wakati upi tupumzike? Wakati upi tusogee? Wakati upi tuvute nyavu? Wakati upi tutupe nyavu? Wanajua, wanajua. Ndio Bwana, Bwana akachagua hawa watu wavuvi, akijua kabisa walikuwa ni watu ambao wako tayari kwa ajili ya kazi. Ukiwakulupua muda wowote, wavuvi wako tayari kwa